Tutazame kiufundi uh, zaidi kabla ya kuja uh, kuliangazia uh, bao ambao liliweza uh, kufungwa. Kiujumla ulikuwa ni mm -hmm. Mchezo wa uh, aina gani uh, Hamisa Abdurahmani? Okay, kwanza si tu kama ilivyo duru la kwanza, huu ni msimu wa pili mfululizo mm -hmm. Kwenye michezo minne ya ligi iliyopita uh, Yanga hajafanikiwa kupata ushindi zaidi ya goli moja kwa mm -hmm. Kostalino toka msimu jana mpaka msimu huu. Nakumbuka nyingine ile ya Chamazi msimu uliopita yeah, mm -hmm. Ila kiufundi jinsi ambavyo mchezo ulikuwa uh, ni kwamba Mwalimu Lazaro kitu ambacho aliki alijaribu kukifanya ni kwamba alijaribu kugundua ubora wa Young Africans upo katika eneo gani, mm. na yeye ataiweka wapi timu yake, ingawa hiyo haikuweza kubadilisha kwamba plani ya Yanga chini ya Miludi Hamdi imekuwa katika namna ile ile, hasa wanapojenga mashambulizi kuanzia katika eneo lao kwamba pale katikati atabaki mabeki wawili uh, na Djigui Diarra, kuna nyakati ambazo atadrop pale katikati, ingawa muda mwingi kwa sababu Kosti walikuwa hawa initiate uh, pressing kuanzia juu kwenye mstari wa kwanza wa ujenzi wa mashambulizi, wa walikuwa wanawacha mabeki wa Yanga wae free na mpira, wanaanza ku press hapa katikati. Kwa hiyo walikuwa wanapata uhuru kupasia mipira ndani, alafu mabeki wa pembeni wa Yanga wanasogea karibu na mstari wa, wa, wa kwanza wa, wa kiungo ambapo alikuwa, Halida Aucho. Kwa hiyo unakuwa kama ni, ni, ni shepu ya watu wawili nyuma then watu watatu ambapo Aucho na mabeki wawili wa pembeni alafu juu yao na maana duka buya anakuwa anapata uhuru wa kusogea juu paka ambapo anakutana na kina Maxi na Pacome ambao muda mwingi walikuwa wana invert pamoja na, na, na wanakuwa wanaingia ndani. Nyakati ambazo uh, hasa mwanzo wa kipindi cha kwanza pale ambapo walikuwa wanahitaji ku, uh, kuboresha mapana ya uwanja, wanyakati nyakati alikuwa anabaki Clement, ingawa kuna nyakati zingine alikuwa anatoka pembeni anakuja ndani. Kwa hiyo imagine namba ya wachezaji wa Yanga kwenye eneo la katikati, una halida ucho Uh, una, una mabeki wawili wa pembeni ambao wamesogea kwenye lile eneo la katikati yeah. Alafu una Pakome una maxi ambao wameinvet wame pale ndani kwa hiyo na maana kwa namna hiyo hakuna namna yote ambavyo unaweza kubishana nao kwenye eneo la kiungo. Mm. Ndio maana ukiangalia Yanga kwenye dakika kama 20 za mwanzo, kila action walokuwa naifanya, mm. Kila njia walokuwa naipita, waamua kupita pembeni, waamua kupita katikati, walikuwa wana flow na njia ndani. Mm. Isipokuwa tu ni, ni hawakuwa na maamuzi sahihi pa, pale ambapo pa walikuwa wanaingia katika boksi, la, la, la, la Coastal Union. Na mwalimu wa costi nilimwelewa jana, kitu ambacho waliamua kukifanya kuingia na wachezaji watatu ambao wana, wana, wana, ni more defensive, kwamba kwenye eneo la ulinzi pale jana alikuwa anabaki viva pamoja na, na, na Harub Muhamed, alafu nyakati ambazo timu inahitaji angalau kupumua ile kufanya resting possession alikuwa anasogea lame klawi kutoka kwenye eneo la beki wakati mpaka anakuja kwenye eneo la, la, la, la, la, la kiungo pale katikati. Kwa hiyo anafanya shepu uh, ya, ya timu inakuwa kwenye fomu ya wanne watatu watatu, alafu ina maana anakuwa nabaki lame klawi pale katikati juu anasogea uh, kikoti pamoja na na, na, na, na Charles Mfuko kwa hiyo kwa, kwa mantiki hiyo kuna wakati Kosti walikuwa wanapata kile kitu tunakiita rest in possession kwamba kuna wakati wanapumua, wanapasia mpira, unaona, wanatoka nyuma wanakuwa wanasogea juu, lakini uh, kitu ambacho kidogo walikuwa wanachelewa wana, wana, wana ni kwamba ukiwa unacheza na Yanga, siku zote Yanga angalia, wanapokuwa wanacheza hasa wakicheza na timu ambazo zinakuwa uh, zina, zina kaa zaidi kwenye eneo lao wanakuwa na silaha mbili, silaha ya kwanza watamtumia Pako Mzozo ambaye ana uwezo kudriba na mpira kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ambapo anafungua mianya kwa wachezaji wengine. Kitu cha pili ambacho Yanga anakifanya sana na hata jana, dakika ya pili tu alikifanya wanafanya sana ile one-touch football. Yaani wewe anagusa na chia anasogea anana, anana, anaenda kwenye nafasi. Sasa hiyo gusa chia tuende kwao. Yes, sasa hiyo hmm. ina maana inakubidi ina kwanza wachezaji wako huo umeshawaandaa uwanja wa, wa mazoezi hmm. kisaikolojia kwamba kwenye, kwenye moment kama hii ukichelewa kidogo ni ngumu sana kuweza kukabiliana hmm. nayo kwa hiyo walichokuwa nakifanya wanachelewa kuweka presha kwenye mpira tayari Yanga inakuwa rahisi kuweza kupita. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mchezo wa goli moja a, kwa sifuri. utamsifu zaidi golikipa mm. wa Coastal Union, lakini kwa performance ya Young Africans ya jana, yawe, kwa nafasi ambazo walizipata, namna ambavyo kosi walikuwa wanashindwa kukabiliana nao, inawezekana ingekuwa goli zaidi ya hilo.